Ikiwa leo ni Desemba 2, 2025, madiwani wa Arusha DC wamekula kiapo ya kuwatumikia wananchi wao na kuheshimu maoni yao pamoja na kuwatutulia kero mbalimbali zinazowakabili. Ahadi ya uadilifu kwa viongozi wa umma.

Baada ya kiapo, mchakato kumpata wa kumpata mwenyekiti wa halmashauri na makamu wake iliendelea, ambapo majina yaliyopendekezwa yalisomwa na waliokuwepo kwenye kinyang'anyiro hicho ni Mheshimiwa Baraka Mesiaki, diwani wa kata ya Ulturoto, na makamu wake Mheshimiwa Elinipa Laiza, diwani viti maalum kutoka kata ya Lemanyata. Hata hivyo wote walibuka washindi kwa kura za ndio, na hapa walikuwa na haya ya kusema kwa majina. Anaitwa Baraka Simon Mesia Simeon, ni diwani Mauturoto na siku ya leo nimeweza kuchaguliwa na waheshimiwa madiwani wenzangu kuwa mwenyekiti wa halmashauri ya Arusha DC. Kwa kweli ni furaha kubwa sana lakini, pamoja na hayo, siku ya leo baraza la kwanza kabisa tulitanguliwa na kula kiapo cha kuapishwa kwa maheshimiwa madiwani wa kata zetu, lakini baadaye ikafuatia uchaguzi wa nafasi ya mwenyekiti wa halmashauri ambapo kwa nafasi hiyo nimechaguliwa kwa kura zote 37 ambazo ni kura za ndio kwa maana ya asilimia 100 na kufuatiwa na makamu mwenyekiti wa halmashauri dada yangu Elinipa ambaye alichaguliwa kwa kura hizo hizo hizo kwa asilimia 100. Aa, mimi kama mwenyekiti mpya wa halmashauri ya wilaya Arusha DC kuna mengi sana na matarajio mengi sana ambayo nimeyazungumza pale ambamo kwa pamoja mimi na madiwani wenzangu. Nina imani kubwa sana kwamba tunaenda kuifanya Arusha DC kuwa halmashauri ya mfano katika miaka mitano, 2025, 2030, ambao tunafahamu kabisa wazi wananchi walio tuamini kwenye kata zetu na changamoto kubwa ambazo wametutuma tuje kuzitatua. Changamoto hizo kwa kweli kwa Arusha DC kubwa sana ni changamoto ya miundombinu ya barabara katika kata zetu zote 27. Lakini pia changamoto ya ukosefu wa maji safi na salama kwa asilimia 100. Lakini pia changamoto ya rea na changamoto zingine nyingi sana. Kwa siku ya leo tutakwenda kushikana pamoja, kushauriana sisi kama madiwani tunaosimamia halmashauri kuweza kutatua changamoto za msingi sana kwa haraka, hasa changamoto ya barabara zote katika halmashauri ya Arusha DC, ambapo tunaenda kupambana kwa hali na mali kuhakikisha kwamba barabara zinapitika zote, nyakati zote za jua na mvua. Lakini sio hilo tu, pamoja na habari ya rea inasambaa kwa asilimia walau mia moja kwa sababu tumesikia katika e, dira ya serikali ya 2025 2050, wamezungumza yote hayo, pamoja na REA. Habari nyingine ni habari ya vikundi vya maendeleo ya wanawake, vijana, watoto na walemavu. Kama mwenyekiti halmashauri ya Arusha DC, tegemeo langu na kiu yangu kubwa sana ni kupambana kuhakikisha maelekezo ya ilani ya chama cha mapinduzi, hasa kipengele hicho cha mikopo ya asilimia kumi ya mapato ya halmashauri ya Arusha DC yanakwenda kuwezesha vikundi mbalimbali vya vijana, wanawake pamoja na, na, na, na walemavu. Kwa majina yangu unaitwa Elinipa Lesioni Elizar ni diwani viti maalum ninayetoka tarafa ya eh, Muklat, lakini kata ya Lemanyata, na kwa sasa mimi ni makamu mwenyekiti wa halmashauri hii ya Arusha DC, na ni makamu ambaye nimeweza kupita kwa kura zote zote bila kupungua hata moja. Kwa hiyo asilimia mia kura zote nimepata, na huu mchakato tulianza jana kingazi ya chama lakini leo tukaidhinisha kwa ngazi ya serikali na nimeshukuru sana kwa sababu zoezi limeenda vizuri na waheshimiwa wote kuniamini kwamba naweza kwenda kufanya kazi vizuri pamoja na wao. Malengo yetu sisi waheshimiwa madiwani, au kwa cheo changu cha umakamu, kwanza kabisa sisi madiwani tumesi, tunasimama na tutaenda kwa uhakika kabisa kwenda kuhakikisha kwamba tunapigania kata zetu, wananchi waweze kunufaika na yale miradi ambayo inawahusu kufika, hususani barabara, maji, umeme na mengine mengi ambayo yatajitokeza, hasa tukiwasaidia kuangalia wasiojiweza, ni namna gani tutaweza kuwasaidia watoto yatima, wajane na watu wasiojiweza, hasa pia na watu wenye ulemavu na mambo mengine yanayohusiana na hayo. Kwa upande wa madiwani wa halmashauri hiyo, wameeleza matarajio yao baada ya kuwapata viongozi wapya wa baraza la madiwani halmashauri ya Arusha. Kwa jina langu ninaitwa Eliakimu Runda Marivei, ni diwani wa kata ya Kimnyak, Arusha DC, lakini pia ni awamu yangu ya pili nikiwa diwani, na katika awamu iliyokuwa ile ya 2025 nilifanikiwa pia kuwa mwenyekiti wa kamati za kudumu kwa miaka mitatu na kuwa mjumbe wa kamati ya fedha na mipango ya halmashauri. Tuliweza kufanya kazi kubwa tu kipindi kile, lakini kwa mchakato mwingine saa 25, 30 mefanikiwa pia kwamba tunategemea tutafanya kazi kubwa. Tulifanya uchaguzi jana ndani ya chama, lakini pia leo tumethibitisha kwa kura za ndio kwa upande wa mwenyekiti na makamu wake, na wamepita wote kwa asilimia mia moja. Matazamio yetu ni makubwa kwa sababu viongozi walioko pia ambao ni madiwani, ninaamini tutashirikiana kwa asilimia kubwa sana. Na katika kushirikiana kwetu, ukilinganisha pia kwamba walioko baadhi pia ni wazoefu, kuna mikakati ambayo tulikuwa tumeweka kwa ajili ya barabara zetu. Tunatambua kwamba Arusha DC bado tuna changamoto ya barabara. Tunaamini ya kwamba tutashirikiana kwa asilimia kubwa, tutakuja na mpango mwingine hata tukitafuta mawakala kwamba barabara zetu ziweze kuwa katika hali nzuri, lakini pia kwa upande wa miradi mbalimbali mbali ya maendeleo ikiwepo ya maji, tuna mkakati ambao tulikuwa nao kipindi cha nyuma, naamini kwamba tutashirikiana na madiwani wa sasa ili tuweze kuhakikisha kwamba wananchi wa Arusha DC wanapata maji. Matarajio yetu ni makubwa kwa upande pia wataalamu wetu kwamba watatoa ushirikiano mkubwa na kwa uwezo wao, pamoja na wakwetu madiwani, halmashauri yetu itaenda kupaa sana kwa upande wa miradi ya maendeleo ikiwepo kwa hudumia wa watu hata wenye uhitaji maalum. Matazamio wetu ni kwamba kwa upande pia wa mwenyekiti wetu ambaye tumempata, mheshimiwa Baraka, kwa uzoefu wake pia wa miaka mingi, ni diwani kwa awamu ya tatu sasa na amekuwa pia mjumbe wa kamati za kudumu pamoja na kuwa mjumbe wa kamati ya fedha na mipango ya halmashauri, tutaweza kupaa kwa asilimia kubwa sana. Ombi langu kwa wananchi wote ni kwamba tuweze kutoa ushirikiano kwa uongozi wa halmashauri yetu, lakini pia kero zetu tuhakikishe kwamba tunatatua kwa njia ya amani. Kwa majina, naitwa Happy Steven Zelote, ni diwani viti maalum kata hii ya Kiutu, lakini pia nimetokea tarafa ambayo katika kata zetu tumegawana katika jimbo tumegawana kwenye tarafa, mimi natokea tarafa ya Moshono na nashukuru Mungu sana na niwashukuru wananchi kwa kuniamini zaidi kina mama wa wilaya hii ya Rumeru ambao wameweza kuona kwamba ninaweza kuingia kwenye nafasi ya udiwani. Kabla sijawa diwani, nilikuwa ni mwenyekiti wa UWT kwenye kata yangu toka ishirini ishirini mbili mpaka nilipoweza kuteuliwa kuwa diwani, na katika nikiwa natumikia kicheo ki cha mwenyekiti wa kata UWT pia nilifanikiwa kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya wilaya ndani ya chama changu. Anamshukuru Mungu ametupa neema ya kuweza kukitumikia chama vizuri. Kikubwa ambacho baada ya kuja kuchaguliwa kuwa diwani tumeweza kukaa katika kipindi cha nyuma tumeweza kuona mata, matazamio ya wananchi wanahitaji nini, especially kina mama kinamama, kinamama wengi wamekuwa na changamoto nyingi zaidi kwenye masuala ya unyanyasaji na pia swala la mikopo na hapa halmashauri ndipo kitovu ambacho kuna mikopo ile ya Mheshimiwa rais aliotoa ya asilimia kumi. Kwa hiyo tumekuja hapa sisi wanawake, lazima tuwapambanie wananchi na wanawake wote ili waweze kupata mikopo ya asilimia kumi ili waweze kutatua changamoto nyingi katika jamii yetu. Tumeona kwamba kina mama ndio kila kitu. Wanawake wengi wanabeba mizigo mingi, wanawake wengi wana majukumu mengi, lakini hayo majukumu wanayofanya kwa njia ngumu sana. Tumshukuru rais, ameweza kuona kwamba mikopo hiyo inaweza kuwasaidia kina mama kutatua changamoto kwa hiyo kipaumbele kikubwa cha mimi kama nikiwa diwani wa viti maalum na madiwani wenzangu, tumeamua kwamba tuje tuwapambanie wa wanawake ili na sisi tuweze kuwakuamua kina mama kutokana na changamoto kubwa na ngumu walizoko nazo katika jamii hii, kwa kupata mikopo ambayo itawezesha kutatua matatizo yao, kwa ile mikopo ya asilimia kumi ambayo ipo kwa ajili ya wanawake. Wapo pia vijana na wapo pia kwa ajili ya watu wengine ambao wanaweza wakapata